Ya tunze, hafla ya kukabidhi madawati hayo yenye thamani ya shilingi milioni kumi imefanyika katika skuli ya msingi Senga. Ignas Lupala ni mhifadhi mkuu katika shamba la msitu wa Mbizi, anaeleza zima ya hafla hiyo. Leo utakabidhi madawati 92 kwa shule mbili za msingi ambazo ni shule ya msingi Senga na shule ya msingi Wipanga. Madawati haya yana thamani ya shilingi milioni kumi na yatatumiwa na wanafunzi wapatao 276 kwa maana dawati moja wanafunzi watatu. Madawati haya yatakwenda kujaza vyumba sita vya madarasa kwa wastani wa madawati 15 kwa chumba kimoja. Mgeni rasmi katika hafla ya kukabidhi madawati hayo 92 kwa shule mbili zilizopo kata ya Senga ambayo ni shule ya Msingi Wipanga Nasenga, mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyakia Ari Chilukile akatoa wito kwa wananchi kuwahimiza watoto kuzingatia masomo kwani mazingira ya sukuri yanaendelea kuboreshwa. Kwa hiyo tuwahimize watoto kutoka nyumbani, kwamba zamani walikuwa wanakaa chini au dawati mmoja wanakaa watu sita, sasa wameongezewa madawati na wenzetu wa Mbizi, waje kusoma watoto na imani. Kuna wakati mwingine walikuwa hawafaulu vizuri kwa sababu hawaandiki vizuri. Sasa tumewaletea madawati haya ili watoto wakalie na mwisho wa siku wataumba maandishi vizuri, sawa, wataumba zile herufi vizuri, na mwisho wa siku watafaulu sana watoto. Baadhi ya wakazi waishio maeneo ya hifadhi ya msitu wa Mbizi wakaeleza manufaa ambayo wamekuwa wakiyapata kutokana na uwepo wa hifadhi hiyo. Tunapata sana manufaa sana, huu um, msitu unatusaidia sana, hususan ni maji. Tunapata maji ya kunywa, maji safi na salama, pia tunapata kuni kwenye huu um, msitu. Pia tunapata kilimo, tunapata mazao mazuri kule, ukiangalia mahindi, maharage, tunanufaika sana sisi. Kwa leo tumefurahi kutuletea madawati yetu kwa ajili ya, ya wanafunzi kwa ajili ya miti yetu Mbizi, na wengine tuna watarifu waweze tena kupanda nao miti ili nao waweze kupata madawati. Sisi tunafurahi sana kwa hilo, tunashukuru sana jamani.